Juzi niliuliza jamaa mwingine, sasa wewe umekuwa uongozi 50 years, wewe hauja barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Umekuwa uongozi 50 years, kama una akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako, utakujaje kupanga uwe na akili ya kupanga barabara za kwenda kwa Wakenya hii ingine, sindio? ati ati amejitetea ame Mnajua vile amejitetea amesema hapana sio 50 years ni 40. Sasa, Sasa mimi nataka nimuulize huyo jamaa. Okay, wacha niseme nilikosea kusema 50. Pengine ni 40. Hiyo hiyo umesema si ndio? Sasa nikuulize tena in 40 years, haujajenga barabara ya kwenda kwako unahitaji miaka ngapi? Kwa sababu 40 inaonekana ni kidogo, unahitaji miaka mia ngapi ndio uweze kujenga barabara ya kwenda kwako? Na kama unahitaji eh, miaka mia na hii ya Wakenya, si utahitaji miaka elfu ndio uweze kupanga ya kwenda kwa Wakenya wengine? Huyo mutu wako na akili kweli?